Ninaamini siku itakuwa imeanza vizuri kinoma noma hivi lakini pia ni wiki ambayo imeanza vizuri kinamna moja ama nyingine. Leo ni tarehe mbili ya mwezi wa sita mara baada ya mwezi wa sita kuanza rasmi 2025. So bana, hii wiki imekuwa ni wiki ambayo na mkusanyiko wa story nyingi kinoma noma hivi za burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So na kodi za 255 yani plus 255 bongo na mara tu baada ya kuwa ni mengi sana kwa baadhi ya mashabiki wa mziki na raia pia wa Kitanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, baada ya kumuhitaji Diamond Platinum ni wakati wake sahihi wa yeye bana kuoa ama kukaa kwenye mahusiano ya ndoa. So, kuna kampo ambazo tunazoziona of course kwamba zina mechi na zinafanya vizuri kinamna moja ama nyingine, hususan kwenye mahusiano kama vile JPS imekuwa na mwitiko mkubwa sana Inspiration za wasanii mbalimbali wao pia wanatamani kuoa wa kama vile alivyooa Juma Juksi. Noma sana. So, maneno yamekuwa ni mengi kama vile ambavyo nilivyokuambia kuhusiana na Diamond Platinum, swala kuoa na nini, kumbe kitu ambacho ukifahamu, Diamond Platinum alishawahi kuoa masiku za nyuma huko, lakini pia za ndani ndani inasemekana kwamba hiyo ndoa haikuwahi kudumu na, yondoa, haiku haiku duma, na ilichukua almost kama siku tatu kama so nne even then iondoa ikavunjika moja kwa moja. Na hiyo ndoa bana ilivunjika kwa utaratibu wa kupeana taraka tatu. So taraka tatu, kwamba dhahiri shahiri inathibitisha kwamba wewe tena sio mke wangu na sio mme wangu. So usiku wa jana kuamkia leo, Diamond Platinum ameona swekes athibitishe kwamba yeye alishawahi kuoa na alishawahi kuwa kwenye mahusiano ya ndoa, na hiyo imekuja tu mara baada ya kushare insta story yake, kisha ambazo alizokuwa akifunga ndoa yeye pamoja na mke wake. Hatumjui ni nani, na of course kwamba haijafahamika kwamba ni nani, ila baadhi ya watu wanadhani kwamba huyu atakuwa ni Zuchu kutokana na kipande cha sura ambacho kinachoonekana kwenye uh, hizo picha hapo. So Platinum alishea hizo picha na kuandika maelezo marefu kinoma noma hivi, na inaonyesha kwamba ile maelezo kipindi ambapo Platinum anayeandika basi alikuwa na hisia fulani hivi kali sana, kiasi kwamba tuelewe that's why mazingira yalitokea na nini, na tujui na kuaje kuaje. Lakini ametosanua vya kutosha kinoma noma hivi, Chibude. Chibu Dangote. So kabla, baada usijaenda kukusomea ni kitu gani ambacho Diamond Platinum alishare kupitia kwenye Insta story yake pale maelezo na nini kuhusiana na hii story, nataka nikurudishe nyuma kwamba baada ya hilo tukio kupita, hapo tumeona picha nyingi sana, na of course kwamba hizo clips zinatembea kinoma noma hivi. Kama kuna posti ambayo alipost mamake na Diamond Platinum, Mama Chibu alishea kupitia kwenye mitandao yake ya kijamii na kuandika neno alhamdulillah kwamba akishukuru lile pale limepita. So tukirudi kwa mamake Zuchu ambaye ni Adija Kopa, naye kuna clip ambayo alikuwa ameshare kupitia kwenye Instagram account yake na kufurahia kuonekana kwamba hiki kitu bana kimepita salama. So uh, ni moja kati ya udhibitisho ambao watu wengi sana sasa wanautumia kama ni kweli Diamond Platinum alishawahi kufunga ndoa. Baada ya hii story, kuna baadhi ya mastaa mbalimbali wamepata nafasi ya kuzungumza ya kwao kuhusiana na historia hapa kama vile Harmonize alishare kupitia kwenye Insta story yake pale, na baadaye baadaye hivi nitakwambia. Lakini Mange Kimambi, yeye anasemekana kwamba hii issue alisikia muda sana, lakini hakuwahi uh, kuintroduce ama kuiposti kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye mwenyewe hakupata nafasi ya kuvithibitisha moja kwa moja, kama ilitukio bana ni kweli limetokea na ni kweli Diamond Platinum amefunga ndoa. So naenda kukwambia hapa kile kitu ambacho Diamond Platinum alishare kupitia kwenye Insta stori yake kuhusiana na hii ishu nzima. Hapa Diamond alishea hivi: miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni, ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subira na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa nakupakazia ubaya fulani kwenye jamii alafu wewe una ukweli wake, lakini unatakiwa ukae tu kimya, usijibu ili hali ukweli unao ndani yake. Kwa kweli si jambo jepesi, linataka sana ustahimilivu wa hali ya juu, na siwezi sema eti na uweza sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu kukaa kimya kipindi yoyote akijaribu kusema lolote zaidi yangu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo kwa kiwango chake na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote le pale akijaribu kusema lolote zaidi yangu. Na ndio maana hata interview nimekuwa naipuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake nimeiona na ni kubwa. Maana vita vyako inakuwa unapambana wewe na Mwenyezi Mungu wako na inakufanya kuwa mshindi kila siku yani. Akaona itoshi. Diamond Platinum akaendelea kuandika na kumalizia kwamba, anyways, najua kila mmoja wenu ana picha tofauti kabisa kuhusu Diamond Platinumz na kuoa, ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Diamond Platinum alishawahi kuoa na kuna siku nitawaambia ikawaje so hicho ndo kitu ambacho Diamond Platinum alishare kupitia kwenye insta story yake pale, hususan kwenye hii story, nizeni kama nataka waambie watu kwamba jamani, mimi nilishawahi kuoa na vitu vingi sana niliviona kipindi nipo kwenye mahusiano ya ndoa. So kama ni kweli Diamond Platinum alishawahi kuoa, basi kuna vitu ambavyo alipitia mzee baba kiasi yes, kwamba sisi kama sisi hatuweze tukaviona kwa sababu ni ishu ambayo ipo sana, yani kwenye chini ya kapeti. Finally, kwenye hii story, kwa upande wa Harmonize, ye pia alipata nafasi ya kushare, lakini kuna kitu ambacho anatukumbusha mshikaji, kwamba bana Diamond Platinum alishawahi kuoa, lakini pia alikuwa ameoa kwa sababu gani na nani ambaye aliyemwoa? Tunaenda kusanua hapa kile kitu ambacho Harmonize ameshare kupitia kwenye insta story yake pale. Sasa Harmonize alishare kupitia kwenye Insta story yake pale picha ya 50 cent na kuna ujumbe ambao aliuandika. So huu ujumbe imethibitisha kwamba Diamond Platinum alishawahi kufanya hizo hapo kitambo sana, lakini ni kwa nini alifanya hivyo na nani ambaye aliyemuoa Diamond Platinum na kusomea hapa kila kitu ambacho Harmonize alishare kutokana na hiyo story. Harmonize aliandika, kama shida ni ndoa, mbona nilimuoa? Sio kama mnavyodhani fun guy let her go you and then akacha emoji ya okay ina maana ya dole gumba. Be serious my bro pretended to marry her so she can stay under the label. Alafu akacha emoji mbili hivi fulani za kufurahi. Hicho ndo kitu ambacho Harmonize alishare kupitia kwenye Insta story yake pale. So kitu ambacho Harmonize anachokidai

Diamond ya bimua wazuchu ili mradi tu asiondoke kwenye record label ya WCB pale. So ndo kitu ambacho alikizungumza na huo ujumbe, picha ndo inamaanisha hivyo. Yani hii wacha tuona itakavyokuwa, ila time hii hapa mchongo mzima ndopo hivyo. Wewe nini komenti yako juu ya hiki kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi hapa, washikaji, kwamba wanatupanga? Kuna tukio ambalo linalokuja au kuna mchongo gani ambao unaoendelea hapa? Bona kama ni ajenda izi hapa za kufanya kitu fulani haina noma, lakini pia kama bado hauja subscribe channel yetu, bonyeza neno subscribe, kisha like, share, comment, ili uwe wa kwanza kabisa kuwapata madini yote ya story code ya story za burudani zile zote ambazo zinazochukua headline. Hii ni TV Media Online TV, as you know, my name inaitwa LOD icon kinito mic controller, tunaishi humo. Bye bye, next time, enjoy.